Mkoa wa Dodoma tunazungumza utalii wa zabibu, na ambao wakati wote tumetamani tuwe na maeneo maalum ambayo wakija watalii watapata mahali kwa kujifunza value chain yote, ule mnyororo wa thamani wote wa zabibu, kuanzia inazalishwaje, inakuzwaje, inavunwaje, inachumwaje, inachambuliwaje, lakini baadaye inabadilishwa, inabadilishwaje kutoka zabibu kuwa mazao ya zabibu kama juisi kama wine na mazao mengine. Sasa, wakati wote tumekuwa tukiwaomba wenzetu wa sekta binafsi, baadhi yao ambao wachache walikuwa na viwanda hivyo na wengine, lakini wakati fulani unaweza ukaona timing ya kitu unachomuomba, kwa sababu hawajajituni wao, kwa ajili ya utalii wao zaidi, walikuwa wamejiweka kwa ajili ya uzalishaji naona wakati fulani tunapata changamoto. Kwa hii itaenda kutatua tatizo kubwa ambalo watu wengi wakija nasema, hivi utaliwa zabibu tukauone wapi? Hapa tutakuwa ni mahali sahihi, na mimi niendelee kuwapongeza jiji, lakini nisisitize sasa kuwa hiki kinachoenda kukifanya ni lazima kifanyike kama jambo la mfano, jambo ambalo wakulima wengine kama ni mashamba watakuja kujifunza, jambo ambalo kama ni kiwanda raia wa kawaida wanaotaka uzoefu waje kujifunza kwetu kama serikali. Kwa hiyo sisi tufanye kitu ambacho kimebobea kina, uh, kime kina utaalamu wa kutosha. Bahati nzuri nimeona hapa mko karibu na TARI ambao ndio watafiti wa mambo haya ya zabibu, lakini na nafurahi kuwa wataalamu toka jiji walishaenda Afrika Kusini kujifunza swala la kilimo, kujifunza swala la utalii na masoko. Kwa hiyo naamini kwa yote hayo na sasa fedha mmetenga tutapata kitu. Vijana siku hizi mnasema amazing, eh, tutapata <laughs> kitu amazing ambacho kitafanya hapa Dodoma watu wanaokuja na treni sasa watakuwa wanasema tunataka tupite na treni tuende Hombolo kwenda kutembelea utalii wa zabibu pamoja na hiyo ya kilimo na nini. Hakikisha pia mnaweka mambo sasa ambayo yatafurahisha watu wakija kwa ajili ya utalii kuja kuyaona katika eneo hili. Bahati nzuri, mna eneo ambayo mnaweza mkaboresha mazingira, watu wakapata kwa kukaa, watu wakapata kupata shughuli nyingine za recreation katika eneo hili. Kwa, kwa kweli, ifanye vitu vyote, nalenga fedha zitokane na uzalishaji wa zabibu, zitokane na uzalishaji wa mazao ya zabibu, zitokane na utalii, yote kwa pamoja yawe ni sehemu ya kutuingizia kipato. Kwa hiyo sasa naposema Dodoma, fahari ya Watanzania, na hapa pia ni sehemu ambayo itafarisha, lakini hali ilivyo kwa sasa, baada ya hicho kiwanda hapa kufungwa, kwenye catchment hii ya Hombolo, ambao pia ni wazalishaji wakubwa wa zabibu, wameathirika kwa kiasi kikubwa sana kwenye upatikanaji wa masoko. Kwa hiyo utekelezaji huu wa mradi utakuwa timely kwa ajili ya kuondoa hiyo changamoto. Kwa hiyo kadri tutakavyoharakisha kuhakikisha kwamba msimu ujao unaokuja wazabibu tunakutana nao ili tuweze tayari kuanza uzalishaji wa wine, na ile sasa idea yako ya common use facility kwenye mboga mboga yenyewe itabaki kwenye kata ile ya Nara. Kwa hiyo hapa kutakuwa na wine ambayo sasa ita, ita, itachukua chain yote ikiwemo na yale maelekezo yako ya utalii, kama ulivyotembelea na kujionea, na kule mjini tutaenda kwa mboga mboga, kwa sababu pia ni jirani na SGR kwa urahisi wa usafirishaji, lakini jirani pia na airport kupata hizo fursa zote mbili. Na hiyo yote inatekelezwa kwenye bajeti hiyo, na fedha ipo, Mheshimiwa mkuu wa Mkoa.